Jamani, simu hii hapa ni aui Samsung. Samsung Z Flip 6 shilingi laki, right? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. tatu na black, jamani laki tatu na hamsini, tatu na hamsini huyo yes. Yes. dereva usijui kaisikalala hapo, ndiyo style yake kuondesha gari e, tumetoka Guangzhou mjini tumeenda kiwandani kwenda kuangalia bidhaa za makanza Company Limited zinavyotengenezwa. Umeona ao watoto wa matajiri, lakini tunaye huyo, ndio mtaalamu ambaye amevumbua, unaona product ya King Boss , basi huyo ndo kazindua ambaye alipewa maelekezo na Makanza Company Limited. Tupo huku tumekuja kujionea namna gani mambo yanafanyika, na tupo na dereva, usije ukafikiri wadereva wa Mburahati. Eh, huyu ni dereva mzuri. Loba loba sehala. Yes. Huyu hapa aliambiwa soma, akausomea udereva na sasa hivi anatuendesha takriban kilomita 30 kutoka kutoka Gwanju kuja huku na kwa nini tumekuja huku? Narudia tena, kwa nini tumekuja huku? Tumekuja kuona teknolojia za pikipiki za King Boss zilivyo kutoka Makanza Company Limited. Jamani, narudia tena, uwekezaji ulioweka na Makanza ni zaidi ya uwekezaji. Sasa kuna maswali nitauliza Watanzania, ukijibu swali langu vizuri Unapata zawadi ya pikipiki piki kutoka Makanza au unaweza ukapata zawadi ya helmet kutoka Makanza au ukapata shilingi laki moja kutoka Makanza, mimi kama balozi wa Makanza Company Limited. Swali la kuuliza nitajie sifa tano za pikipiki piki ya King Boss kwa Afrika Mashariki, sifa tano za pikipiki piki ya King Boss inayotengenezwa katika mji huu China, nje ya mji kabisa wa Guangzhou

kwenda kuangalia bidhaa za Makanza Company Limited zinavyotengenezwa. Umeona ao watoto wa matajiri, lakini tunaye huyo, ndo mtaalamu ambaye amevumbua, unaona product ya Kingboss. Basi huyo ndo kazindua, ambaye alipewa maelekezo na Makanza Company Limited. Tupo huku, tumekuja kujionea namna gani mambo yanafanyika, na tupo na dereva, usije ukafikiri wadereva wa mburahati Eh, huyu Yes. Eh, ni dereva mzuri roba roba sehala huyu hapa, aliambiwa soma, akausomea udereva na sasa hivi anatuendesha takribani kilomita Takriban kilomita kutoka 30 kutoka Gwanju kuja huku. Na kwa nini tumekuja huku? Naudia tena, kwa nini tumekuja huku? Tumekuja kuona teknolojia za pikipiki piki za King Boss zilivyo kutoka Makanza Company Limited, jamani narudia tena uwekezaji na uliowekwa na Makanza ni zaidi ya uwekezaji. Sasa kuna maswali nitauliza Watanzania, ukijibu swali langu vizuri, unapata zawadi ya pikipiki piki kutoka Makanza, au unaweza ukapata zawadi ya helmet kutoka Makanza, au ukapata shilingi laki moja kutoka Makanza. Mimi kama balozi wa Makanza Company Limited, swali la kuuliza, nitajie sifa tano za pikipiki piki ya King Boss kwa Afrika Mashariki. Sifa tano za pikipiki piki ya Kingbos inayotengenezwa katika mji huu China, nje ya mji kabisa wa Gwanju. Unaambia hizo sifa hapo chini, atakayepatia basi atapata nafasi ya yeye kupata either element laki moja, naweza ngampa hata pikipiki misi. Nimechukua pikipiki kumi huko za nini? Nimechukua nakaa nazo tu. Hii ndio makanza.